Ili tuweze kukamilika ni lazima tutembee katika vipawa ambavyo Mungu ametuachilia. Hatuwezi kukamilika sisi watakatifu endapo tuko nje ya vipawa ambavyo Mungu amevikusudia kwetu. Bwana apewe sifa sana, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo, kumbe, viliachiliwa vipawa kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, lakini baada ya kuwakamilisha nini kifuate? Anasema hata kazi ya huduma itendeke Wana apewe sifa sana. Kwa hiyo hakuna huduma inaweza kutendeka pasipo Roho Mtakatifu kukamilisha kipawa chako. Kipawa kikikamilika, kazi ya Mungu inatendeka kwa urahisi kabisa, na kazi ya Mungu ikitendeka kwa urahisi kabisa, Biblia inasema Mungu anasema atakayenitumikia, nami nitamheshimu. Sasa nafikiri Mungu akikuheshimu, nani ana <todicata> kudharau. Kuna <todicata> watu wanalia kwa makanisa yake, "Baba, ananidharau, mimi sio mwenye niambia nini? Anakudharau kwa nani?" Wakati Mungu anakuheshimu echake basi Mungu akuheshimu, lakini Mungu akikuheshimu, nani atakudharau? Bwana apewe sifa sana. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema hii kazi ya Mungu ili kazi ya huduma itendeke. hata mwili wa Kristo ujengwe. Hatuwezi kuujenga mwili wa Kristo ikiwa tuko nje ya vipawa Mungu atakotuachilia sasa. Ukikalia kipawa chako ni hatari Usipotambua kipawa chako ni hatari. Ina maana kwenye ukamilifu utakuwa hujakamilika, kwenye kazi ya mungu kutendeka itakuwa haitendeki, kwa sababu umeluka kwenye ile eneo. Mstari wa kumi na tatu anasema hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu. Kumbe tuna na umoja wa imani na kuna kumfahamu sana mwana wa Mungu, tunapokuwa wote tunaamini kitu kimoja. Kama hivi tulivyo sasa na tunafundishana ina maana kuna uwezekano mkubwa sana wa sisi kuweza kufikia kimo cha Kristo. Bwana apewe sifa sana. Hata kuwa mtu mkamilifu hata kufikia kwenye cheo cha kimo